Hadithi ya Juliana. Ukweli unaokoa kampuni. Bwana, ukiniamuru nitarekebisha makosa hayo. Sauti hiyo ilitoka mlangoni wa nyuma wa chumba cha bodi cha kioo huko Victoria Island. Mvua nje iligonga madirisha kama ngoma ya haraka. Skrini kubwa kwenye ukuta ilionyesha saa ya rangi nyekundu. Nne. Masaa manne yaliyobaki kutuma ripoti ya mapato ya kikundi cha Johnson. Masaa manne ya kutuliza wawekezaji wenye hasira, masaa manne ya kusitisha uongo kwamba kampuni ilikuwa imeanguka. Kila mtu aligeuka. Msichana mmoja alikuwa amesimama mlangoni. Vazi lake lilikuwa limeraruka, nywele zake zilikuwa zimevurugika, viatu vyake vilikuwa vimechakaa. Maji yalitiririka kutoka ukingo wa vazi lake kwenye sakafu iliyong'aa. Walinzi wawili walimsogea mara moja. Mmoja wao alisema subiri, alisema Johnson Okafor. Yeye alikuwa mkurugenzi mtendaji mrefu na macho yaliyochoka yaliyoonekana kama hayajalala. Aliinua mkono mmoja, chumba kilikuwa kimya, walinzi walisimama, msichana hakusogea. Alishika pumzi yake kana kwamba aliogopa ujasiri wake ungemkimbia. Kama unapenda hadithi hii bonyeza like. Shiriki na jiunge na chaneli yetu ili kupata hadithi nyingine za kusisimua. Kwenye ubao mweupe, nambari na mishale vilifunika kila sehemu. Januari hadi Disemba, mauzo, marejesho, gharama, kodi. Mtu mmoja alikuwa amezungushia Q3 mara nyingi sana hivi kwamba ubao ulionekana umechafuliwa. Wahasibu na wahandisi walikaa karibu na meza ndefu wakiwa na kompyuta zao wazi waya zikienea kama mizabibu. Kila walipofanya ripoti ilikuwa inashindwa, kila waliporekebisha jambo moja kingine kilikuwa kinaharibika. Joshua, kiongozi wa wahasibu, alikamua daraja la pua yake. Bwana, hii haina maana, alisema akimwonyesha huyo msichana kwa kidole. Tumeshindwa na muda, tunahitaji kufunga toleo moja na kuomba Msichana aliinua kichwa chake. Bwana tafadhali, alisema kwa sauti ya chini, nipe kalamu. Johnson alimwangalia kwa sekunde ndefu. Kulikuwa na huzuni nyuma ya macho yake, aina ya dhoruba ya kimya. Watu walisema hakuwa yule yule tangu mwaka jana, tangu ajali ya ndege. Aliangalia tena kwenye ubao, kisha kwenye saa, kisha kwa timu yake. Watu werevu walioonekana kama wameshindwa na ukuta wa nambari zilizokosa. Mpeni kalamu. Johnson, mpeni kalamu. Johnson alisema. Watu walivuta pumzi kwa mshtuko. Kiti kililia. Joshua alikaa wima. Bwana, hapana. Hiki ni chumba chetu cha bodi. Hii ni siri. Hatuwezi kumpa kalamu. Johnson alirudia. Kwa utulivu lakini kwa uthabiti. Mfanyakazi mdogo alipakua kalamu kavu kutoka kwenye sinia na akaenda nayo mikono ikitetemeka. Msichana aliichukua. Vidole vyake vilikuwa viwembamba na vimefunikwa na vikovu vidogo vidogo kama mikato ya karatasi. Alisogea kwenye ubao. Kwa muda aliangalia tu nambari, kana kwamba alikuwa akiziwa. Saa ilibadilika. Masaa mawili mapema shinikizo tayari lilikuwa limejisikia kama dhoruba. Chapisho la wavuti kutoka kambini kwa washindani wao lilidai kikundi cha Johnson kinaripoti hasara kubwa zaidi katika miaka kumi. Watu walikuwa wakishiriki, wengine waliamini. Wawekezaji walianza kupiga simu, wachache hata walitishia kutoa pesa zao ikiwa nambari rasmi hazitakuja safi. Lakini nambari rasmi hazikuja safi. Wahandisi walikuwa wamejenga mifereji ya data, timu ya uhasibu walikuwa wamefafanua sheria pamoja. Walitakiwa kufanya ripoti ya mapato kuwa rahisi. Badala yake, mfumo ulianza kutoa jumla za ajabu. Februari ilionekana kubwa kuliko Machi ingawa Machi ilikuwa na uzinduzi mkubwa wa bidhaa. Julai ilikuwa na safu wawili za punguzo. Novemba ilionekana kama mtu alikuwa amehesabu mauzo mara mbili, lakini kisha akasahau kuhesabu marejesho. Kodi ziliruka juu na chini kama mapigo mabaya ya moyo. Timu ya Joshua walijaribu kila kitu. Labda ubadilishaji wetu wa sarafu ni mbaya, mtu mmoja alisema. Labda mlisho wa hesabu ya bidhaa umechelewa, mwingine alisema. Kwa nini VAT ya Juni inaonyesha 7.5% mara mbili? mtu mwingine aliuliza. Nilirekebisha na ikavunja Q2 tena, mhandisi alijibu. Timu walishindana, walifuta na kuandika, walifanya hati nyingine zaidi, waliangalia ujumbe wa kosa sawa ukiwa unang'aa kwenye skrini tofauti. Hakuna mtu aliyetaka kufikiria kuhusu mkutano wa bodi saa mbili mchana, ule ambao wawekezaji sita wangekaa mbele ya Johnson na kuuliza maswali magumu kwa sauti baridi. Johnson alisimama karibu na dirisha kwa muda na kuangalia mvua ikinyesha juu ya Adeniyi Adele. Lagos iliendelea hata katika dhoruba, mabasi ya manjano, mivuli, pikipiki piki, zikizunguka kati ya magari. Mwanamke mmoja katika vazi lililofifia alivuka barabara akikumbatia begi dogo kifuani mwake. Alisimama karibu na jengo, aliangalia juu, kisha aliendelea kutembea. Bwana, tumekwama, Joshua hatimaye alisema. Tumesawazisha hati za kudaiwa, tumefananisha maagizo ya ununuzi. Kuna kitu kibaya ndani ya ramani, itachukua siku. Hatuna siku. Ni nini kinachoaminika? Johnson aliuliza kimya ni jambo gani moja tunalolojua kwa hakika? Sauti yake ilikuwa imara. Sahau ripoti iliyovunjika. Ni nini mnachodijua ni kweli kuhusu biashara yetu mwaka huu? Wahandisi waliangaliana. Mchanganuzi aliinua mkono wake. Bwana, tulituma vitengo zaidi mnamo Machi kuliko Februari. Alimeza mate. Nilikuwa kwenye sakafu ya ghala, niliangalia upakiaji. Mchanganuzi wa pili alitikisa kichwa. Marejesho ya Q3 hayakui kwenye Q3. Hayapaswi kuonyeshwa kama mapato ya Q3. Watatu aliongeza. Marejesho yamerekodiwa chini ya majina ya bidhaa, si nambari za SKU. Kutofautiana huko kunaweza kuwa ndiyo sababu hayapunguzi jumla. Johnson alitikisa kichwa. Vizuri, hizo ni ukweli. Jengeni kutoka kwa ukweli. Walijaribu tena. Saa ilisonga chini. Mvua iliendelea kuzungumza na kioo. Kisha mlango wa nyuma ulifunguka na sauti ya kimya ilisema, "Bwana, ukiniamuru, nitarekebisha makosa hayo." Sasa msichana alisimama na kalamu mkononi. Kila mtu aliangalia. "Jina?" Johnson aliuliza. "Juliana," alisema. "Bwana, Juliana," Johnson alirudia kana kwamba alikuwa akijaribu sauti. Unapanga kuyarekebisha vipi? Alionyesha kwenye kifungu kisicho na utaratibu cha nambari. Ripoti yako haijavunjika, alisema. Sheria zako ndizo zilizovunjika. Aligonga ubao mweupe. Mnajumlisha yale mnayopaswa kuyapanga kikundi. Mnapanga kikundi yale mnayopaswa kuyachuja. Mnahesabu marejesho kama thamani chanya kwa hivyo yanaongeza badala ya kupunguza. Sauti yake ilikuwa ya utulivu kama mwalimu. Pia data ya Aprili inatoka kwenye faili la hifadhi lililoitwa Aprili fine final final. Aliangalia kompyuta ya Joshua. Hicho hakipo kamwe, icha mwisho. Watu wachache walijaribu kutotabasamu. Masikio ya Joshua yalikuwa ya rangi ya waridi. Unajuaje haya yote? aliuliza kwa kujitetea. Macho ya Juliana yalipita haraka kwenye ubao kwa kasi ya ajabu. kwa sababu mnatumia majina ya miezi kama maandishi na mnayapanga kama maneno, alisema kwa hivyo, Disemba iko kabla ya Julai kwa sababu D inakuja kabla ya G, na jedwali lenu la marejesho limejiunganishwa kwa majina ya bidhaa ambayo hubadilika marketing wanapoyabadilisha mnahitaji SKU pia. Hamsipaswi kuhesabu mara mbili amana za oda kabla kama mapato. Hizo zinapaswa kukaa kwenye madeni hadi bidhaa ipelekwe. Joshua alikasirika. Wahandisi waliangalia. Mtu mmoja alining'inia, ni nani huyu? Johnson alisogea mbele. ulijifunza wapi haya? Juliana alimeza mate. Tafadhali bwana, alisema. niruhusu, ni ruhusu niwaonyeshe Hakuna muda. Joshua alisimama. Bwana, hatuwezi kuhatarisha mfumo wetu kwa mtu kutoka mtaani. Ikiwa hii itakwenda vibaya, hatutakuwa na kitu cha kutuma. Johnson aliangalia karibu na meza. Hofu iliishi chumbani, kiburi kiliishi pale pia. Alifikiria kuhusu nyuso ambazo zingeonekana kwenye simu ya wawekezaji. Alifikiria kuhusu uvumi ambao ulikuwa umewauma watu wake. Alifikiria kuhusu kweli. Alitikisa kichwa mara moja. Tunahatarisha ukweli, alisema. Juliana, tuonyeshe. Mfanyakazi mdogo alimpa kalamu nyeusi. Mkono wake ulitetemeka alipoifungua. Alisogea karibu na ubao kwa sekunde. Alifunga macho yake, kana kwamba anakumbuka mahali rahisi, darasa labda, au maktaba ya kimya ambapo nambari zilizidi kuwa tulivu. Kisha alianza. Kwanza, alisema, akichora jedwali dogo kwenye ubao mweupe. Panga miezi kwa nambari, si kwa neno. Januari ni moja, Februari ni mbili. Aliandika moja hadi kumi na mbili kando ya upande wa kushoto. Hakuna tena D kabla ya J. Kicheko kidogo kilivunja mvutano. Pili, alisema, akichora mishale. Unganisha mauzo na marejesho kwa SKU. Majina ni mazuri. SKU ni kweli. Ikiwa hauna SKU kwa mauzo, hujui nini kilichouzwa. Mhandisi alitikisa kichwa haraka. Tuna ramani ya SKU, alisema akianza kuandika. Iko kwenye mfumo wa gala. Tatu, Juliana alisema, hamisha amana za oda kabla nje ya mapato, ziweke kwenye madeni, zitambue zinapotumwa. Hiyo itaituliza Q3. Mikono ya Joshua ilienda kwenye kibodi yake, nusu kwa tabia, nusu kwa matumaini. Saa ilibadilika. Moja. Mvua ilipungua nje. Chumba kiliinamia ndani. Juliana aliandika mistari mitatu safi ya mantiki kwenye ubao na kuifunga. Alipiga mstari neno moja. Mpangilio. Kila kitu kingine kitafuata, alining'inia. Lazima tuweke vitu kwenye mpangilio sahihi. Uso wa Johnson ulipunga. Katika neno dogo lile, alisikia kitu cha zamani kuliko biashara, kitu kuhusu vipande vilivyovunjika kupata nafasi yao. Aliangalia Joshua. Ifanye, alisema. Joshua alibonyeza enter kwenye skrini kuu. Karatasi za hesabu zilipepesa, upau wa kupakia ulitambaa, chati iliyokuwa na mtetemeko ilianza kubadilika. Pau zilisogea, rangi zilihama kutoka miezi mibaya kwenda ile sahihi. Machi iliinuka juu ya Februari. Mwongezeko wa Q3 uligeuka laini. Mstari wa marejesho uliteleza chini ya mapato pale ilipopaswa kuwa. Sauti ndogo ilitoka kooni mwa mtu. Nusu kicheko, nusu kilio. Juliana aliinua kalamu tena. Kuna sheria moja zaidi, alisema kwa upole. Kisha itasawazishwa. Mkono wake ulisogea kulia na milango ya chumba cha bodi ilifunguka kwa nguvu. Watu watatu waliingia kutoka mvuani wakitikisa mivuli. Mwanamke mmoja katika suti ya samani na macho makali aliwaongoza, wanaume wawili walifuata na folda na tabasamu la mgumu. Bwana Okafor, mwanamke alisema, sauti baridi lakini ya dharura. Aisha Bello, mwekezaji mkuu, aliangalia chati iliyorekebisha nusu kwenye skrini, kisha vazi la Juliana lililoraruka. Kisha saa tatu tulikuja mapema, tulisikia mambo. Nionyeshe ushahidi sasa hivi. Kalamu ya Juliana ilielea hewani. Timu ya Johnson walishika pumzi yao. Upao wa kupakia ulisimama kwenye 92 masinti. Mvua iligonga kioo kama saa ya pili. Johnson alimwangalia Juliana. Bwana, alining'inia. Je, bado nina amri? Jibu lake lilining'inia machoni mwake, ukweli unadhihirishwa. Chumba cha bodi kilikuwa kama jiwe. Wageni watatu wasiotegemewa, Aisha Bello na timu yake, hawakupaswa kuwasili kwa masaa mengine tatu. Hatua zao kali ziliangika kwenye sakafu iliyong'aa walipoweka mivuli yao iliyotiririka mlangoni. Bwana Okafor, Aisha alisema, toni yake kama upanga. Uvumi umetutikisa una nafasi moja ya kuthibitisha. Umekosa iko wapi? Ripoti ya mapato? Moyo wa Johnson ulipiga kwa kasi, lakini uso wake ulibaki utulivu. Alimwangalia Juliana, ambaye ambaye bado alishika kalamu juu ya ubao, ameganda katikati ya mwendo. Kwa sekunde ujasiri wake uliumba yumba, vikovu kwenye mkono wake vilitetemeka. Alionekana kama angeweza kuacha kalamu na kukimbia lakini macho ya Johnson yalikutana na yake, imara ya uthabiti, ya kimya lakini wazi. Bado una amri. Juliana alishusha kalamu kwenye ubao na kukamilisha mstari wa mwisho wa mantiki. Joshua aliuandika kwenye mfumo kwa kutokuwa na hamu, akining'inia chini ya pumzi yake. Wahandisi waliinamia ndani tayari, skrini kuu ilipepesa tena upau wa maendeleo ulifika 100% na kisha machafuko ya chati zilizovunjika yalitoweka. Ripoti safi na laini ilijaza skrini ya ukuta: miezi 12, kila pau juu kuliko iliyopita, ukuaji mkali na imara, mstari wa faida ukiinuka kwa ujasiri. Nambari zilisema ukweli: kikundi cha Johnson hakikuanguka, kilikuwa kimepaa. Chamba kilivuta pumzi. Hata Aisha ambaye mara chache alionyesha hisia alikonyeza mara mbili. Alisogea karibu, akichunguza skrini kwa macho ya haraka. Hii alininginia, kisha kwa sauti kubwa, hii si hasara, hizi ni faida za rekodi. Uso wa Joshua ulikuwa mweupe. Wahasibu waliokuwa wamemshuku Juliana walibadilishana macho ya mshangao. Wahandisi walipiga tabasamu za wasiwasi, wakijaribu kutopiga makofi mapema. Juliana alishusha kalamu akipumua kwa shida. Mabega yake yalishuka kana kwamba amebeba uzito wa kampuni nzima mgongoni mwake. Kwa muda, vazi lililoraruka na nywele zilizovurugika hazikuwa na maana. Alisimama mrefu kuliko mtu yeyote katika chumba kile. Aisha aligeukia Johnson. Nani alirekebisha hii? Johnson hakujibu mara moja. Alimwangalia Juliana kisha kurudi kwa Aisha. Sauti yake ilikuwa imara. Ukweli ndiyo uliorekebisha. Na yule aliyeona ukweli ni Juliana. Aisha alichunguza uso wa Juliana. Macho yake makali yakipungua kwa sekunde tu. Kisha alifunga folda yake kwa mlipuko. Unitumie ripoti kamili rasmi katika saa moja. Ikiwa nambari zitafanana na ninachoona sasa Uvumi utakufa leo. Alitikisa kichwa mara moja na kugeukia mlango. Timu yake walifuata, wakiacha chumba cha bodi kikali lakini hai tena. Mara tu mlango ulifungwa, chumba kilipiga kelele. Wengine walipiga kelele za furaha, wengine walitikisa vichwa kwa kutoweza kuamini. Joshua alikaa kwa uzito kwenye kiti chake, akishindwa kumwangalia Juliana. Mfanyakazi mdogo aliyempa kalamu alining'inia. Alituokoa. Johnson aliinua mkono, kimya kilishuka. Macho yake, macho yake yalipumzika kwenye Juliana. Njoo nami, alisema kwa upole. tunahitaji kuzungumza. Juliana alipepesa macho bila uhakika. Bwana. Sasa aligeuka na kutembea kuelekea ofisi yake polepole pole. Kila hatua nzito na bila uhakika, Juliana alifuata. Moyo wake ukipiga kwa hofu, matumaini na kitu ambacho hakukihisi kwa miaka mingi, kuhisi kuwa sehemu ya kitu. Siri za nyuma ya milango iliyofungwa. Ofisi ya Johnson ilikuwa kimya, ikiangaziwa kidogo na mvua ya Lagos ikibana madirisha makubwa ya kioo. Jiji nje lilivuma, lakini ndani Kimia kilikuwa kizito. Kiti la ngozi kilimgojea Juliana kando na meza yake. Alisimama mlangoni, hakuwa na uhakika kama angehisi kuwa kwenye sakafu iliyong'arishwa. Kaa, Johnson alisema kwa upole akijishusha kwenye kiti chake. Sauti yake haikubeba uthabiti wa mkurugenzi mtendaji mbele ya bodi yake, ilibeba uchovu, kama mtu ambaye amebeba dhoruba nyingi sana. Juliana alikaa akikunjaisha mikono yake begani mwake macho yake yakielekezwa chini. Matone ya maji ya mvua yalining'inia kwenye kitambaa kilichoraruka cha vazi lake yakiweka alama kwenye zulia safi chini yake. Johnson aliinamia mbele. Ulifanyaje hivyo? Aliuliza, toni yake ya udadisi zaidi kuliko ya kuamuru. Hizo hazikuwa tu marekebisho ya haraka Uliona kupitia matatizo timu yangu nzima haikuweza kuyasuluhisha. Wewe ni nani? Juliana midomo yake ilitetemeka alimeza kwa shida kabla ya kujibu. Ni nilikuwa mtu mwingine bwana, sikuwa kama hivi kila wakati. Johnson alikunja uso akingoja. Macho ya Juliana yalijaa machozi. Mi miaka mitatu iliyopita nilikuwa mwanafunzi bora wa uhasibu katika chuo changu kikuu nilikuwa na ndoto, ndoto za kufanya kazi mahali kama hapa. Wazazi wangu walikuwa na fahari sana. Waliendesha nyumbani baada ya sherehe ya kuhitimu wakicheka, wakiimba. Alikatika mikono yake ikitetemeka. Usiku ule dari lao liligongwa na lori. Wote wawili walikufa mara moja. Maneno yake yalining'inia hewani kama kioo kilichovunjika. Kifua cha Johnson kilikaza. Alijua hasara. Alikuwa amezika familia yake baada ya ajali ya ndege. Hakuhitaji maelezo kufil kisu la huzuni katika sauti yake. Sikuweza kushughulikia. Juliana aliendelea, machozi yakitiririka kwenye mashavu yake. Kila kitu nilichopenda kiligeuka kuwa jivu. Nambari zilihisi bure. Sikuweza kufungua kitabu cha hesabu bila kuwafikiria. Nilijipoteza, nilitangatanga na polepole pole, niliishia mitaani. Kila siku nilipita karibu na jengo hili ili kunikumbusha mahali ningelikuwa kama maisha yasingeondoa kila kitu. Ofisi ilikuwa kimya, isipokuwa mvua. Koo la Johnson lilikaza. Alitazama vazi lake lililoraruka, macho yake yaliyochoka, na akaona si udhaifu bali nguvu iliyozikwa chini ya miaka ya maumivu. Alisimama ghafla na kutembea kwenye dirisha. Kwa muda mrefu aliangalia mvua ikinyesha kwenye barabara za chini, kisha alizungumza, sauti yake chini lakini imara. Juliana, nisikilize. Aligeuka nyuma, macho yake yakiwaka. Wewe huko potea Leo umeokoa si nambari tu, umeokoa kampuni, kazi za familia elfu nyingi. Unaelewa maana ya hilo? Juliana alitikisa kichwa polepole pole, machozi yakitiririka zaidi. Sikuokoa mtu yeyote. Sikuweza kuvumilia kuona makosa wakati ukweli ulikuwepo. Johnson alisogea karibu, akiweka mkono wake kwa upole kwenye bega lake. Sauti yake ilipungua. Hapana, ulituokoa na naapa kwako, hadithi yako haiishii mitaani, si wakati niko hai. Juliana alivuta pumzi kwa mshangao akimwangalia. Wakati huo huo, mlango wa ofisi ulifunguka. Joshua aliingia, uso mweupe, sauti ikitetemeka. Bwana, unahitaji kuona hii, kitu kimejitokeza kwenye mfumo. Machozi ya Juliana yaliganda. Mkono wa Johnson ukakaza kwenye bega lake. Nini kimetokea? Johnson aliuliza. Joshua alimeza kwa shida. Ripoti inabadilika tena. Sabotage kutoka ndani. Maneno ya Joshua yaligonga ofisi kama radi. Ripoti inabadilika tena. Mkono wa Johnson ulianguka kutoka kwa bega la Juliana. Alitoka nje ya ofisi na Joshua. Juliana alifuata karibu nyuma. Vurumishi la kompyuta na kugonga kwa haraka kwa vibodi vilijaza chumba cha bodi walipoingia. Kwenye skrini kubwa, ripoti iliyokuwa imara ilikuwa imeanza kupotoka. Pau safi zilikuwa zikiteleza bila usawa. Ukuaji wa Machi ulishuka, nambari za Agosti zikaongezeka mara mbili bila sababu. Onyo la rangi nyekundu lilipepesa: uadilifu wa data umeharibiwa. Wahandisi waliogopa hatukugusa chochote mmoja alipaza sauti inakwaje milisho ya data mpya yenyewe joshua aliizungusha kompyuta yake kuelekea johnson tazama mtu mmoja aliingia kwenye mfumo kwa mbali ripoti inabadilishwa taya la johnson lilikaza alitarajia upinzani, kutoka alitarajia upinzani kutoka kwa washindani lakini hii ilikuwa mbaya zaidi Mtu alikuwa ndani ya nambari za kampuni yake akijaribu kuziharibu kutoka ndani. Juliana alisogea mbele akipuuza mabano. Bwana tafadhali, ni ruhusu niangalie tena. Joshua alipaza sauti, hapana, hii ni ya makini. Hayuko mahali pake hapa, hatuwezi kumamini tosha. Johnson alikatia kali, sauti yake ilikuwa chuma. Mpe ufikiaji. Kwa kutokuwa na hamu, Joshua aliisukuma kompyuta yake kwenye meza. Juliana alikaa, vazi lake lililoraruka lililolikigusa sakafu alipoinamia kwenye skrini iliyowaka. Vidole vyake vilielea kwa sekunde, kisha vilianza kuandika haraka kwa usahihi, kama funguo zilikuwa marafiki wa zamani. Chumba kilishika pumzi yake. Mistari ya msimbo iliendelea. Macho ya Juliana yalipinduka, yakitafuta si uharibifu wa nasibu alining'inia. Ni makusudi. Mtu anatoa viingilio vya kishenzi, manunuzi bandia, marejesho bandia, adhabu za kodi bandia. Alisita. Wanayaficha, wanayaficha ili mfumo ufikirie ni ya kweli. Macho ya Johnson yalipungua. Sabotaji? Juliana alitikisa kichwa. Uvumi wa washindani wako haukuwa uvumi tu, wanajaribu kulazimisha nambari kufanana na uongo wao. Mshangao ulienea karibu na meza, wafanyakazi waliangaliana kwa mshangao, mikono ya Joshua ilitetemeka.